Karibu tena kwenye channel yetu ya billonline mbili tano tano. Leo tukielekeza apu ambazo zinaweza kukupa pesa ukiwa tu na simu yako, uki, uki, ukiwa tu na hizi apu kwenye simu yako unaweza kuingiza kipato leo, kuelekeza step by step ili uweze kujipatia kipato kupitia hizi hapo ugala la bibi mwanzo mpaka mwisho, ili uweze kujifunza labda ya kufanya kwa kila apu ili upate hela. App ya kwanza inaenda kwa jina la Instagram. Najua ni miongoni mwa watu wao tumia Instagram. Instagram sasa hivi wameleta feature ambayo unaweza ukajipatia kipato ukiwa tu la post reels. Kuna hiyo option inaitwa reels monetization. Hiyo option, hii ni option ambayo ukiwa la post reels mara kwa mara unaingia kwenye monetization policy, yaani ukisha fikisha followers mia e e tano pia, ukishapata kwanzia viewers elfu kumi pia, upata engagement ya kwanzia watu elfu moja unalipwa na, la, la Facebook au beta e, unalipwaje? Sasa hii ni ukiwa na post, kuna sehemu hivi ila gift, kuna sehemu hivi, kuna kuna gift, huyo mtu ambaye amevutiwa na kontenti yako hivyo vista hiyo vista na kutumia kutumia hivyo vista wewe, kwenye akaunti yako ukienda ukivikonveti, vista unakuwa unapata hela. Kila kista ni dola zero point zero tano. Jisi unavyopata vista vingi kutokana na kontenti zako, watazamaji kama wamefutiwa na wewe, ukikonveti inakuwa ni hela hapo. Nyingine ni hapo ya bix baasi, au zamani Tigo hii hapo, ukisha i-download ukaingiza namba yako ya simu, unaweza ukaingiza kipato. Unaingizaje kipato? Hii unaingiza kipato kwa kuinvite friend. Mfano, tayari ukisha histo kwenye simu yako, kila kitu, kuna sehemu ile ya <coughs> kwenye pembeli pale kwenye app, kuna sehemu ya invite your friend. Hiyo sehemu ukipamonyeza, ukashia, ukamtumia rafiki yako au kama una rafiki ya rafiki yako wakabola, bia, wakola, pata, nise, F1 au kama una group watu unawatumia akisto unakuwa unapata kwanzia inategemeana sasa unaweza ukapata elfu moja au elfu moja mia tano si unavyo sendi kwa watu mbalimbali unakuwa unapata kipato kweli seheu hadi hapo amba ula kwenye simu inaweza ina ina ina kukupa hela hii ni, ni ya ya usafirishaji kama ilivyo zile hapo jingine za usafirishaji. Hii hapo unaweza ukapata hela kwa kwa we mteja na pia kwa driver. Kwa mteja unapataje hela? Kuna sehemu ya ya referral code kali au ku -invite your friend, ila ila fanana na hiyo ya yasi vile vile, ukisha log ili namba yako au email yako, kuna sehemu kushare to your friend ili aweze kuinstall hapo ukisend uki kwa your friend, kila ukisend tu una ula unapata 2000 e hadi e kile. Ulafu mtubia rafiki yako akaweza kuinstall aka aka log in au akaingiza account yake, kama hajai ku kutubia fara app ya farasi unapata hela. Alafu pia kama wewe ni ni una leseni, una leseni, unaweza ukajiunga na kuna app ya farasi for driver download ukainalodi ukaingiza details zako kila kitu verified kila kitu, na ukialika uki mwenzako ambaye ana leseni tayari kila kitu na vigezo vyote, nao unajipatia elfu thelathini. Yani hapo awali, mtu ambaye unamjua lao leseni akaweza kujiunga na yeye akaingiza data zake kila kitu, wewe ule invite, unapata elfu thelathini kwee kwenye apu ya farasi kuna kama ni customer unapata kwa, kwa kualika rafiki zako. Kama ni dereva unapata hela kwa kumwalika dereva wako ambaye ana vigezo kabisa. Tumetoka kuelezea app ya Farasi. Pia kuna apu nyingine hii ya Bolti ukiachana na ile ap ya Bolti for customer ile tulio hizoea, kuna apu ya Bolt for driver hiyo unafaidikaje? Hii kama unae leseli ya udereva mfano wa pikipiki tayari unao au wa gari, ukishaingiza details zako kila kitu leseli, ukawa tayari, unaweza ukafanya kazi ya Bolt. Ukialika dereva mwenzako kwa ukibwalika tu pale akaweza kuingiza akaunti yako kila kitu unapata elfu hamsini alafu pia ukifanya kazi ndani ya siku thelathini alafu na ule mwenzako naye akafanya kazi ndani ya siku thelathini unapata elfu sabini kutokana na lili uliweza kumwalika ule rafiki yako. Kwa hiyo ukijumlisha hiyo sabini ukijumlisha na hiyo tano, laki na thelathini ndani ya mwezi huu umeipata kutokana na kualika mtu. Sasa ukipata watu watano, hela kubwa. Kwa hiyo hii pia ni sehemu nyingine ya kupata hela hii pia ni hapo nyingine ambayo inaenda kwa jina la Twitter zamani au sasa hivi inaitwa X. Hii hapo unaweza ukapata hela kwa kuposti tu kontent kama kawaida, ni kama unaonaga kontent ambayo zina sababu mbalimbali zile, unaweza ukapata hela. Ila hii kuna masharti yake, ili uweze kupata hela, masharti yake hii inabidi utoe hela ili ndo upate hela ni elfu kumi na nane ukidoe mlutke elfu kumi na nane ukiwa na post consistency bara kwa bara, kama zinaenda viral, unaweza kujikuta kwa bonus unapata dola mia mbili mpaka dola mia tatu yani kipungua sana dola mia na hamsini mia mbili, hiyo ni kama laki tano na nusu mpaka laki sita hapo, sibu hela ndefu hiyo app. Ah, jingine naenda kwa ajili la TikTok. Najua nao pia utakuwa umetumia app ya TikTok. App ya TikTok inalipa kwa kuingia live. Ukiingia live ukiwa unatumia zile rose gifti zile, unaingiza ula kipato. Ila, ili uweze kuingia live ni kwanzia upate kwanzia followers elfu moja japo kuna wengine mpaka mia nane unaingia live, ile inategemeana, ila uhakika kabisa, ili uweze kuingia live here, we in, ni upate kwanzia followers elfu moja Pia kuna unaweka, ufungue kitu kinaitwa TikTok international account. TikTok international account inalipa ukipata kwanzia followers elfu kumi utakuwa unalipa kutokana na na reels zako ile hizo rokaoa ndio hizo post zita zitapromoti kitu fulani. Kwa hiyo ukipromoti kitu fulani, unapata napata hela. Kwa hiyo kwenye hii TikTok international account nitakuja kuelezea baada ya kufungua TikTok international account, ambao utapata kipato hapo. Jingine ambayo inaweza ikakupatia kipato kwa mwaka huu ni hapo ya YouTube, ile hapo ambayo la unakua na posti content za za YouTube za kuelezea mambo kama anavyoelezea bibi au unaweza kuelezea mpira au unaweza kuelezea mambo ya udaku au kaposti movie au vichekesho. Wewe mwenye utaangalia la idea zako za content. Sasa, ili uweze kupata hela, inabidi upate au ili uweze weze kukizi monetization, inabidi upate masaa 4000 na subscribe 1000 au upate shorti viewers ya milioni kumi ndani ya miezi mitatu au siku tisini Baada ya kukizi hivyo vigezo, utaingiza uta benki uta ya akaunti yako na details zako zote, utaanza kulipwa na YouTube. Kwa hiyo hii ni sehemu ya hela, lakini pia inahitaji investi ya time. Hii tofauti na hizo ilizoelekeza za haraka haraka, ila hii pia ni kuna hela yake, yaani ukija ukapata akaunti kubwa za baadaye, unapata hela kubwa. App ya mwisho kwa leo inaenda kwa njia la Facebook. Hapo sitaki kuelezea sana kutokana li. lishai kupost katika kontenti zangu, ukienda ukascroll utakuta lishaelekeza labda ya kupata hela Facebook. Ila kwa leo nitaelekeza tu kwa ufupi, labda unavyoweza ukapata hela kwa Facebook. Kwa hapa Facebook unaweza ukapata hela kwa njia kwa... ya Yaani ile reels ukishaingia kwenye akaunti uk, shikiwa iki, monetized kuna so sosi za hela. Kuna hiyo reels, kuna live stream, kuna gift star. Hizi gift, gift, gift star inafanana na ile ya Instagram yani, mtazamaji akivutiwa na kontenti yako analua zile star, alafu anakutumia kowe utachokifanya Ukisha zipata njingi wewe unaenda tu unazi convert kwa dola. Ikishakuwa dola, wewe unaenda ulazi withdraw kwa, unapata hela. Kwa hiyo <coughs> hii pia ni njia ya kupata hela kwa Facebook. Kwa ufafanuzi zaidi, scroll kwenye kontenti zangu za nyuma, utakuta nilielekeza video mwanzo mwisho, labda ya kupata hela Facebook.